Karibu kwenye channel ya Kuku Farm Pro. Katika video hii tutakueleza kwa kina jinsi ya kufuga broila mia moja kwa siku 35, gharama unazohitaji, lishe sahihi, chanjo muhimu na makadirio ya faida unayoweza kupata. Kama unataka kuanza biashara ya kuku wa nyama, basi video hii ni ya thamani kubwa kwako. Hakikisha unaitazama hadi mwisho ili usikose maelezo muhimu. Kama ni mgeni na unapenda ufugaji, basi bonyeza kitufe cha subscribe kisha like na share ili kuwasaidia wafugaji wengine kupata mafunzo haya. Jambo la kwanza ni manunuzi ya vifaranga. Hatua ya kwanza ni kununua vifaranga bora. Kwa sasa bei ya kifaranga wa broiler ni shilingi elfu mbili na hamsini. Hii inamaanisha kuwa kwa kuku mia moja utahitaji shilingi laki mbili na elfu tano. Unaponunua vifaranga hakikisha wanatoka kwa wasambazaji wa kuaminika wanaotoa vifaranga wenye afya njema na wanaokuwa haraka. Jambo la tatu ni chakula cha kuku wa broilers. Ili kuku wako wakue kwa kasi na wafikie uzito mzuri wa kuuza, unahitaji kuwalisha chakula chenye virutubisho vya kutosha katika hatua tatu muhimu za maisha yao. Katika siku za mwanzo hadi ya kumi na tatu, kuku wanapaswa kula chakula cha kuanzia kinachojulikana kama starter crumble, ambacho kitahitaji mfuko mmoja wa kilo hamsini wenye thamani ya shilingi themanini na saba elfu na mia tano. Kuanzia siku ya kumi na nne hadi ya ishirini na mbili, utawapa chakula cha ukuaji kinachoitwa grower pellets. Katika hatua hii utahitaji mifuko miwili ambayo itaigarimu shilingi laki moja na sitini na tisa elfu. Hatimaye kuanzia siku ya ishirini na tatu hadi ya thelathini na tano kuku wanapaswa kula chakula cha kumalizia kinachoitwa finisher pellets. Katika kipindi hiki utatumia mifuko miwili yenye thamani ya shilingi laki moja na sitini na tano elfu. Kwa hivyo gharama ya chakula hadi siku ya mwisho inafikia shilingi laki nne na ishirini na moja elfu na mia tano. Ikiwa unaelewa maelezo haya, usisite kusubscribe na kulike. Jambo la nne ni chanjo na dawa muhimu. Ili kuhakikisha kuku wako wanakuwa bila matatizo ya kiafya, wanapaswa kupatiwa chanjo zifuatazo: katika siku ya saba wapewe chanjo ya Newcastle ambayo ina gharimu shilingi elfu sita. Katika siku ya 14 wanapaswa kupata chanjo ya Gumboro ambayo pia ina thamani ya shilingi elfu sita katika siku ya 21 wanahitaji chanjo ya Newcastle pamoja na Gumboro ambayo inaigharimu shilingi 1800 Mbali na chanjo, utahitaji virutubisho kama vile Nux Chick ambacho kinaigharimu shilingi 5000 na vitamini za kuku ambazo zina thamani ya shilingi 1030 Jumla ya gharama ya chanjo na madawa yote ni shilingi hamsini na tano elfu. Swala la vifaa na malighafi: ili banda lako liwe na mazingira mazuri ya kulea kuku wako utahitaji vifaa muhimu kama vile mstari wa maranda ya kulalia kuku ambayo itakugharimu shilingi elfu tisa kwa mifuko miwili. Vyanu vya joto kwa vifaranga ambavyo vinahitajika hasa katika siku za mwanzo vitagharimu shilingi elfu ishirini. Gharama ya vifaa vyote inafikia shilingi elfu ishirini na tisa. Pia hakikisha banda lako linasafishwa mara kwa mara na maji safi yanapatikana wakati wote. Jambo la sita ni gharama zote za ufugaji wa broiler mia moja. Baada ya kujumlisha gharama zote tunapata mstari wa vifaranga ni shilingi laki mbili na elfu tano. Chakula ni shilingi laki nne na ishirini na moja elfu na mia tano. Chanjo na madawa ni shilingi hamsini na tano elfu. Vifaa na maligafi ni shilingi elfu ishirini na tisa. Jumla ya gharama yote ni shilingi laki saba na kumi na elfu tano. Jambo jingine na la muhimu ni uuzaji na faida. Kwa siku 35 kuku wako wanapaswa kuwa na wastani wa uzito wa kilo 2 na nusu. Ukiwauza kwa shilingi elfu tatu na mia nne kwa kilo moja basi bei ya kuuza kuku mmoja itakuwa shilingi elfu nane na mia tano kwa kuku mia moja, shilingi elfu nane na mia tano ukizidisha kwa mia moja inakuwa shilingi laki nane na hamsini elfu sasa tukiondoa gharama za ufugaji shilingi laki nane na hamsini elfu ukitoa laki saba na kumi na elfu tano unabaki na faida ya shilingi laki moja na thelathini na tisa elfu na mia tano ikiwa utapata wateja wanaonunua kwa bei ya juu zaidi faida inaweza kuongezeka zaidi kitu kingine ni mafunzo ya ziada na elimu ili ufugaji wako uwe wa mafanikio zaidi, zingatia haya. Hakikisha banda lina nafasi ya kutosha ambapo kuku wanapaswa kuwa kati ya wanane hadi kumi katika kila katika mita moja ya mraba. Maranda yanapaswa kubadilishwa mara kwa mara, ili kuzuia magonjwa. Tafuta soko mapema kabla ya kuku wako kufikia siku ya kuuza, ili uhakikishe unawauza kwa faida nzuri. Jambo la mwisho na muhimu kabisa, ufugaji wa broiler ni biashara yenye faida ikiwa utafuata taratibu sahihi za lishe, chanjo na usafi. Kwa mtaji wa shilingi laki saba na kumi na elfu tano unaweza kupata faida ya shilingi laki moja na thelathini na tisa elfu na mia tano ndani ya siku thelathini na tano. Ikiwa umefurahia video hii, hakikisha una subscribe Kuku Farm Pro kwa mafunzo zaidi kuhusu ufugaji wa kuku wa kisasa. Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video inayofuata.